Naitwa Patrick Christopher Kayanda, mwenyekiti wa waendesha bodaboda na bajaji wilaya Kigamboni, CMPD. Kwanza napenda kuishukuru Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuwajali vijana wa waendesha bodaboda na bajaji wilaya Kigamboni. Lakini sambamba na hilo, naendelea kumpongeza Mheshimiwa Halima Bulembo, mkuu wa wilaya ya Kigamboni, kwa kuendelea kusisitiza kwamba vijana wajitokeze kwa wingi kwa niaba ya kwenda kuchukua mikopo ya asilimia kumi halmashauri. Tayari mimi kama mwenyekiti wa wilaya ya Kigamboni nimeona vijana wengi sana wa CMPD wilaya Kigamboni wameweza kunufaika na kupata mikopo hiyo ya asilimia kumi kwa sasa, na naelekeza wale wote ambao wamepokea hiyo mikopo wahakikishe wanarejesha kwa, kwa wakati ili kuhakikisha kwamba na watu wengine wanaohitaji kuchukua tena wane, wapate mikopo hiyo. Kwa nini nazungumza hichi kitu? Ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawapenda vijana na natambua vijana ni nguvu kazi ya taifa, wanahitajika kujua kuamua kiuchumi kutoka eneo moja kwenda lingine. Hivyo natoa wito kwa madereva wote wa bodaboda na bajaji waliopo wilaya Kigamboni wajitokeze kwa wingi kwenda halmashauri kupitia maafisa maendeleo wao wa kata kuakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa na sehemu ambapo wanaona wanakwama, wajaelewa, nawakaribisha ofisini kwetu tungi CMPD, si tutawapa maelekezo, kila kitu kitakwenda vizuri, hakuna jambo litakalokwama, ili kuakikisha kwamba kila mmoja ananufaika na mikopo inayotolewa na Daktari Samia Suluhu Hasani. Ijulikane kwamba vijana sisi, hii ni ajira yetu ya maafisa ya usafirishaji bodaboda na bajaji hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri, kuhakikisha wote mnanufaika na mikopo hiyo. Nayo jitokeza yeah. naitwa Frenki Silvester Mlope, ni mwenyekiti wa kikundi cha Viongozi Group tuliopata mkopo huu wa asilimia kumi. Kwa hiyo mimi kwanza ninashukuru kupata mkopo huu, maana umekuja kuniinua kiuchumi, na kikubwa nitakachokifanya mimi kwenye kundi langu ni kuhakikisha tunapambana tunarejesha marejesho ili na wenzetu wapate, maana hapa tulipo sisi tuna watoto, tuna ndugu zetu ambao bado na wao wanahitaji wapate huu mkopo wa asilimia kumi. Kikubwa tutakachokuwa tunakifanya tutapambana, pesa zote zirudi, turejeshe kama tulivyopewa kwa uaminifu, kwa sababu tumepewa kwa uaminifu na sisi tutarudisha kwa uaminifu. Maana lengo la serikali ni kutaka kuwainua wananchi wake kiuchumi. Hilo ndio lengo kuu. Sasa na sisi kama tunainuliwa kiuchumi, lazima turudishe pesa ile, maana hatujapewa kwamba chukueni, ni pesa zenu. Tumepewa ili turudishe na wengine wafanyeje, wapate. Maana hii issue ni ya kutaka kutuinua Watanzania wote, ila Watanzania wale watakaokuwa wana akili timamu za kujua kwamba lengo la mkopo huu ni nini. Kwa hiyo mimi ninashukuru na kama kiongozi wa kikundi cha Viongozi grupu tunashukuru na niendelee kushukuru kwa upande wa manispaa kwa mkurugenzi, maana ameelekeza kwa sisi tuliotangulia kupata mkopo huu, sisi ndio tuwe viongozi wa vikundi vingine vinavyohitaji huu mkopo. Na sisi tutajitahidi kuwapa maelekezo njia, jinsi tulivyojaza, jinsi tulivyoomba mkopo, na wao waweze kufanyaje kupata lengo. La mkopo ni kupokea na kurudisha. Kwanza ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kurudisha hii mikopo. Na kingine ambacho napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais ni kutuongezea umri wa kupata mikopo ambao mwanzo ilikuwa mwisho miaka 35 lakini leo inafikia miaka 45. Kwa hiyo hata wale ambao tulitolewa nje kwa ajili ya umri sasa leo tupo. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na pili, Nipende kuishukuru halmashauri ya manispaa ya Kigamboni kupitia kwa mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi kwa kufanikisha hili zoezi. Kwa kweli sina la kusema zaidi ya kushukuru, kutokana na kwamba taratibu zote zinazozingatiwa na mikopo tumepata, na mimi ni miongoni mwa watu waliopata mikopo hii. Kwa kweli, kwa ujumla niseme asante kwa serikali yetu kwa kuendelea kuwawezesha Watanzania kwa hii mikopo ya asilimia kumi na nipende kusema kwa Watanzania wenzangu vijana wenzangu kwamba hii mikopo ipo na inaendelea kutolewa, na mimi ni shuhuda wa hii mikopo, tayari ni mnufaika tayari ninayo na bajaji kama mnavyoona, bajaji hizi hapa, tumeshapata bajaji zetu kupitia halmashauri ya manispaa ya Kigamboni. Shukurani sana ziende kwa watumishi wote, watu wa serikali, na pia napenda niwakaribishe vijana wenzangu ambao walikuwa wanasita wanahisi kama hii ilikuwa ni kama propaganda, sasa ni uhalisia. Niwakaribishe vijana wajiunge kwenye vikundi, ili wafuate taratibu kama zilivyoainishwa, wakutane na maafisa maendeleo wa kata, watawaelekeza deni, watapata mikopo kwa njia iliyo nyepesi, isiyo na kitu chochote cha kutanguliza tena, kwa uharaka na uhalisia kabisa. Nashukuru sana kwa hilo.